Napitia kipindi kigumu sana yaani, mpaka nimeshindwa kumsaidia ndugu yangu ndugu yangu wa damu. Yaani, nilienda baharini, baada ya kutoka baharini maji niliyoendea sikuyafikisha nyumbani, eh. JB nataka niende kwa safari nyingine nikutafutie dawa na uhakika utazinduka. Mungu, naomba msaidie ndugu yangu Saidi ndugu yangu angalau keze kuzinduka maana sasa hivi napitia wakati mgumu sana. Hey! Hey! Hey! Umefuata nini hapa nyumbani wakati unajua wewe ndo chanzo cha matatizo. Wewe ndo chanzo cha matatizo ya ndugu yangu kuwa chini. Umefuata nini hapa? kila siku unaniongezea matatizo yani, unaongezea matatizo matatizo matatizo mat... hivi wewe una shida gani na familia yangu mimi hmm? Mi sina ubaya bure, umekuja kumsaidia ndugu yako. Mimi najua kama wewe ndo ulisababisha haya matatizo. Sasa umekuja kufuata nini hapa eh? Nisikilize vizuri. Kwa sasa napitia wakati mgumu napitia kipindi kigumu kumwamsha ndugu yangu. Wewe ulichukua maji yale baharini, ukanidanganya kama ndugu yangu iko salama, kumbe kilikuwa kivuli. Hivi unanitafutia maneno, unanitafutia matatizo, si ndio? Kwa hivyo unataka kujua mimi ni nani? Unataka kujua mimi ni nani eh? Umekuja kufuata nini hapa? Shika haya maji, upatie kaka yako ani, na atakuwa sawa. Nimeshazoea michezo zako, na najua kama fika wewe siyo mtu mzuri. Sasa umekuja kufuata nini hapa? Sawa. Niko nayachukua hayo maji ila, ya nikimpa kakaangu akose kuzinduka hapa, nikimpa kakaangu na akose kuzinduka, ama zako ama zangu, ndakuja kukuzaba makofi. Chukua. <tiposilio> Azra, asante sana kwa kuokoa maisha yangu. Nashukuru sana, yaani umenifanyia jambo la maana sana sababu karibu nipoteze maisha yangu. Sawa, mimi naondoka, nambaki salama sawa. Sawa, na heri. Habari. Asubuhi mzuri. Samani sana nimekuamsha mapema, kwani ulikuwa ujaamka? Hapana, niliamka mapema sana, ila tu nilikuwa ndani. Sawa, ila kuna jambo limenileta hapa. Ni jambo gani ambayo imekuleta kwangu asubuhi? Nataka kujua chanzo cha matatizo yangu kilichonipelekea mpaka mimi kutokujielewa. JB, kwa nini unataka kujua ukweli? Nazira, wewe unaposema hivyo unamaanisha nini, au lina maana gani? Au kuna kitu unajaribu kunificha ambacho hutaki mimi nijue? Nisikilize JB, mambo mengine achana nayo, sababu tayari ushapoa. Nazira, mimi wala si mtoto mdogo mimi ni mtu mzima na vita vyangu navipigana mimi mwenyewe, sitaki kupiganiwa na mwanamke. Sasa we niambie, kama kuna mtu ananipiga vita mimi mwenyewe, niende nipigane vita vyangu mimi mwenyewe. Wacha ubishi, maana ukijaribu kupiga watu wengine itakugharimu wewe pamoja na ndugu yako, si so? Umekataa kuniambia, mimi mwenyewe nitajua ni nini cha kufanya. Nisikilize JB, kile kitu kina wakati wake na muda ukifika utajua ukweli, hivyo nilikuwa nakuomba punguza hasira na urudi nyumbani. Lakini Nazira, nikuulize jambo moja, hivi bado wewe unanipenda? Kwa nini umeniuliza hilo swali? Usithubutu kufanya kitu chochote cha ja ja ujinga. Lazima hivyo tauposti wewe na u, ni sawa Nazira. Mimi mwenyewe najua ni nini cha kufanya. Nazira, habari yako? Bulewa, nipo mzima. Umeona una safari, kwani ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea dukani, kuna bidhaa ambazo natakiwa nichukue. Mgonjwa anaendelea aje? JB anaendelea vizuri, tangia umpe yale maji. Kwa sasa hali yake inarudi kama kawaida, nadhani atakuwa sawa. mm. Hiyo ni vizuri, asante sana kwa kumsaidia ndugu yangu, maana bila wewe sijui ningefanya aje. Asante sana Bulewa. Nilikuwa na mazungumzo na wewe kama hautajali. Haina shida, kwa vile sijachelewa sana. Unaweza tu kuniambia na unihakikishie, itakuwa siri. Mbona unataka iwe siri? Kwani ni kitu kibaya? Ukijaribu kutoa hii siri kwa mtu yeyote, utakuwa kwenye hatari kubwa sana, maana maisha yako yatakuwa hatarini. Alafu naomba unisikilize, mimi sitaki kujikuta kwenye matatizo maana ndo juzi tu kaka yangu amekuwa chini, nikakuwa na matatizo chungu nzima, nimezunguka, nimekuwa yani, nimekuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya ndugu yangu. Sasa sitaki uniongezee matatizo mengine, nataka tuungane, tumuue mkuu. Mkuu? kwani mkuu ndio nani? Usijali, utamjua tu, ila ukikubali, tuungane na wewe samani Naomba usinichanganye kwa hili, niambie ukweli. Mimi nataka nimjue, kwa sababu mimi sitaki kuiweka maisha yangu kwenye hatari. Sitaki hmm? kuwa hatarini. Hapana, huwezi kuwa kwenye hatari kama mimi nipo. Sitaki kujiingiza kwenye matatizo, Nazira, naomba usiniingiza kwenye matatizo. Nitakulinda na hakuna kitakacho kudhuru. Mimi nimekubali kushirikiana na wewe, ila ndo nianze hiyo kazi, unatakiwa kuniambia mkuu ndio nani na makosa yake ni yapi hmm? Kumbuka nimekuambia iwe siri. Haifai umwambie mutu yeyote, hata ndugu yako.